Kimataifa katika mechi sita tulizocheza yeye amecheza mechi sita, umeelewa? Eh, amecheza mechi sita, amecheza mechi sita. Katika mechi sita alizocheza, ameshinda mechi mbili, amesuru mechi tatu, amefungwa mechi moja, lakini Simba ameshinda mechi nne, amesuru mechi moja, amefungwa moja. Magoli ya kufunga, Simba kashinda magoli manane, kafuka rusu ka manne. Kwa hiyo sisi tuna positive nne, lakini yeye amerusu goli kumi, ameshinda goli sita, kwa hiyo ana negative nne. Kwa hiyo moja kwa moja unaona fuadi ya Simba ni bora kuliko forward ya Stellenbosch. na beki ya Simba ni bora kwenye uzuiaji kuliko. Ukija clean sheet. Clean sheet, goli kipa wetu ana clean sheet nyingi kuliko goli kipa wao. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa katika, katika boy statistics zinazungumza hivyo. Matokeo ya uwanjani ni dakika 90, lakini ukija katika statistics ndo mpira unazungumzwa vipi huo ndo mpira kati ya Stellenbosch na nini? Ukienda ukanda wa unafu, Simba, ukanda wa unafu amekutana na timu tatu. Si umeelewa? Yaani msimu mpaka sasa hivi simba amekutana na timu tatu ukanda wa unafu, kazi piga zote lakini yeye ukanda unafu amekutana na timu hizi. Ukanda wa kaskazini amecheza na timu mbili. Kacheza na Belkani ambaye amempiga nje ndani. Kakutana na huyu nani Zamaleki, ndo ameenda ametoa naye sare moja amembatisha moja. Lakini Simba amekutana na klabu Constantine hapa, tumempiga mbili bila. Tumekutana na SFA Action tumempiga hapa goli mbili na kwao tukampiga tena. Umeelewa? Kwa hiyo na maana Simba ni timu ambayo ukanda wa kaskazini hakuna hata timu moja ambayo inaamua kukutana na Simba. Kuanzia huyo hao waliokuwa namba moja, namba mbili, wote ina maana sisi tutatengeneza standard ya kucheza na klabu yoyote barani Afrika na hii aliongea, na aliongea mwenyewe Mo kwamba I'm going to brand Simba within 5 years so as to compete with the big 5 club barani Afrika. Hii aliongea boss, na sasa hivi kweli na tamaraki tofauti na wenzetu, wao upande wa pili upande wa pili upande wa pili mpaka sasa hivi standard hiyo hawana, yani pamoja na ubora wao wote wanaosema wao bora. Umeelewa? upande wa, hoto, wa pili yani celebrity yani upande wa pili wa majani majani ya nje ya kijani na njano wanakwambia wana, wana stand uh, mpaka sasa hivi hawajaweka standard ya kucheza na klabu namba moja, namba mbili, namba tatu na namba nne. Lakini Simba tushaweka hiyo standard. Yaani sasa hivi Simba haistuki. Uh, ukimleta namba moja tunaruka naye, namba mbili tunaruka naye, namba tatu yoyote barani Afrika. Kwa hiyo sisi tuna standard kubwa. Ukienda kwenye ranki sisi nafasi ya nne, wao nafasi ya ishirini na mbili kwenye ranki ya CAF wana point ishirini na mbili. Sisi tuna point ya arobaini na tatu Stella Bosch. Kwa hiyo kila kitu tumwazidi. Lakini sio kama tunawadharau, hizo ni statistics ambazo zinafani zinazungumzwa kuanzia kwenye ligi yao. Kwenye ligi hawatuwezi na ukija kwenye mashindano ya kimataifa bado hawatuwezi na ukija kwenye ranking vile vile hawatuwezi. Si ni timu yaani, ni miongoni mwa timu tano barani Afrika, ni watoto watano wa CAF. Sisi tumo. Umenielewa? Si umenielewa? Sasa unadhani una mpango sahihi sasa wa kuingia kwenye mchezo kwa sababu hizo umetaja namba, kuna vitu vingi. Lakini bado kuna dakika 90 nyingine, unafikiri mpango sahihi kwa wewe unapotazama kwamba hiki ndicho ambacho eh, kinaweza kuwa bora zaidi kuingia nacho zaidi ya leo? Mimi na profesa, sawa na elimu yangu ndogo sana, siwezi nikaingia elimu ya fadhu. Kwa hiyo mipango anayo mwalimu, yani mwalimu yeye ndo anaelewa leo aanze na nani, aingie na nani, aingie na mfumo upi, yani kutokana na mahitaji. What we want, we want three goal plus, ndio tunazozihitaji si sisi. Kwa hiyo mpango, mpango sasa anaojua yeye, ataingiaje Si umeelewa? Lakini sisi tunahitaji goli tatu kuendelea wapi? Kuendelea mbele kwenye eneo la ushambuliaji, yoyote atakayecheza ni mchezaji wa Simba, akianza ateba ni mchezaji wa Simba, akianza mkwara ni mchezaji wa Simba yoyote. Nategemea sasa mwalimu anaenda na plan B, akitaka kuchezesha double striker it's okay, atachezesha double striker kwa sababu uhitaji wa magoli, magoli mengi tunahitaji. Hichi ni kipindi cha mvua, tuache ushirikina. Sisi sio wale bwana umeelewa eh? Sisi sio wale waogopa mbuzi, si umeelewa? Sisi sio wale waogopa mbuzi, hatuko kushirikina. Hichi ni kipindi cha masika, umenelewa? Hakuna mbuzi mbuzi mbuzi. Mbuzi si mnyama? Hawa wazee wa Simba sasa, kwa nini wasije mbuzi? Si mnyama wewe? Ukiogopa mbuzi unatafua kama mbuzi, unamwogopa ukikutana na simba mwenyewe itakuwa si, unaweza ukajinyea Sio, nimesema lenki za kafu ndo zinazungumza hivi. Kama sisi tulivyoanza kujifunza kwa TP Englebert, Mazembe sawa eh? Bosi wetu alitoka wakati anaanza uwekezaji, akaenda kwa Katumbi akajifunza sasa wewe usije ukakaa dirishani. Yaani mwalimu anafundisha hesabu darasani, wewe yani dara unachungulia kupitia dirishani. Wewe unataka kujifunza kupitia dirishani. Kujifunza kiujanja ujanja uweze ukapata somo lililokuwa sahihi. Sisi bado ni walimu wa nini? Wa mpira nchi. Kwa hiyo wanatakiwa waje wajifunze. Wanatakiwa wajifunze. Hivi Yanga mbona angekuwa amejifunza vizuri? Angekuwa ametulia darasani akajifunza vizuri. Ile mechi na MCA ingemshinda. Mtoro darasani yule. Hivi yule mtoro darasani kwa sababu Unajua Mungu ni waajabu sana. Alituletea timu mbili zote zinatoka katika ligi moja. Alituletea MC Alger, akatuletea klabu Constantine. Klabu Constantine ilikuwa nafasi ya pili kwenye ligi ya Algeria. MC Alger alikuwa anashika nafasi ya nne. Alafu wote tukaletewa. Huyu anacheza na Yanga klabu bingwa, huyu anacheza na Simba shirikisho. Simba alimfanya nini yule klabu Constantine? Sijui umeelewa? Na ukiangalia yani football format walizocheza zote wamecheza walikuwa wanacheza na, na mabeki sita nyuma. Lakini Yanga alishindwa kufungwa. Yanga alishindwa At least hata kuingia ndani ya box alishindwa, lakini Simba tumeingia na tumewafunga goli mbili na tumwapigia mpira mwingi. Kwa hiyo ina maana ile mechi kama ndo angekuwa Simba kakabiziwa, yani ingekuwa tuna, tuna ushirikiano kwa mabwana, ile mechi bwana inaomba kaka yangu wewe ucheze wewe, umeelewa? Sisi ule tungemshughulikia mapema, lakini ameshindwa kutafuta hata goli moja. Kwa hiyo ina maana kuna somo anataka alipate, kwa sababu what you talk when we talk about TOT cup champions, lazima unakuwa on the pitch na out of the pitch, lazima ujue mechi nje nje nje uwanja anachezwaje, na ndani ya uwanja anachezwaje. Maandalizi ya Manala, Senzo, kina Mkude, kina Chama, bado kwa sababu kila kinachotengenezwa kina, kina kitabu chake cha instruction.